Oye, nambie. Yes, of course, nipo madini.com. Okay. Kwa mara nyingine tena, karibu tena kwenye session ambayo inajaribu kukupa baadhi ya majibu ya yale mambo muhimu yaliyoshape dunia. Na leo nataka nikupe majibu wewe ambaye unaitamani kujua kwa nini ndani ya Afrika kuna nchi mbili pekee ambazo hazikuwahi kupitia kile tunachokiita ukoloni. Zaidi ya hapo nitakupa muktadha wa ukoloni wenyewe, na huu ni mwendelezo wa baadhi ya episodi zetu ambazo tunazifanya kwenye picha linaanza, lakini hapa najikita specific kwenye nchi mbili, Ethiopia pamoja na Liberia. Karibu sana sana, na kiukweli nitumie nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umefanya, sasa hivi tuna zaidi ya subscribers elfu thelathini ikimaanisha tunaikimbilia nusu laki na soon tunakuwa kwenye laki. Na unapo subscribe, unasaidia YouTube, unasaidia YouTube huipendekeza account yetu kwa watu wengi zaidi wenye interest kama ya kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana, please, kama unaenjoy this content, bonyeza subscribe. So tuende kwenye ishu ya kwa nini tuna nchi mbili pekee ambazo hazikutawaliwa na wakoloni Afrika. Tuanze na Ethiopia. Kwa historia ya haraka haraka, tunajua kwamba Ethiopia ni ilishinda vita zote ambazo wengine walishindwa, ambao walitawaliwa simply kama hivyo. Na Ethiopia, ambayo jina lake la zamani ni Abisinia, hii ilikuwa ni kingdom, ilikuwepo pale muda mrefu lakini ngoja nikupe muktadha sahihi wa kuelewa nini ambacho kilitokea kwa Ethiopia na ukoloni wenyewe. Iko hivi, kama unafuatilia episodi yetu ambayo tumeipa jina la uh, ukoloni pamoja na historia ya Afrika kiujumla, unaweza ukaiona hapo. Hii episodi ukiifatilia vizuri, najaribu kukupa muktadha wa nini kilitokea kwenye ukoloni. Iko hivi, wazungu wa Ulaya kabla ya kuja Afrika, waafrika ndo walianza kwenda ulaya kukolonize. Yes, kuna jamaa wanaitwa Berber. Hawa jamaa wanatokea Afrika, walienda Spain ya sasa hivi kukolonize. Sijui kama umewahi kuipata hii stori, kingine wa afrika waliwahi kuikolonizi Ulaya. Yes. Labda umeshangaa lakini ni moja ya sababu ilifanya Waspeini kuanza kukimbia kujitosa baharini. Kivipi? miaka hii walimaliza vita ya Reconquista. Ilikuwaje? Nimekuambia hili kuwa eneo liliitwa Al Andalus na lilikuwa chini ya utawala wa Kiislamu. So baada ya ule utawala kushiki, wa kusheki waliibuka wauni kutoka Afrika, kabila moja wanaitwa Wababeli ambao wanatokea Moroko, Algeria na Tunisia ya sasa, na walikuwa Waislamu na walitaka kulitawala lile eneo na walifanikiwa huku Ulaya walifahamika kama Mose. So kama nilivyokuambia huwezi kumtawala binadamu muda mrefu bila idhini yake Wareno na Wahispania walipigana na Waafrika ambao ni Mose wa karne saba wakashinda 1492 hapa ndo walijikuta vijana wengi wametoka vitani wana teknolojia ya vita na meli na pesa hakuna ukicheki life linakaba wakoloni wa Babeli haikuwa shughuli nyepesi kuwaondoa Serikali ikaona hapa tunazalisha waaini. Waliona namna sahihi ni kuwafanya waondoke, wakazunguke popote duniani, vinginevyo Disemba tisa watatoka hawa. So kupitia makampuni private na serikali wakawa wanafadhili michongo ya hizo safari zao za kuizunguka dunia kutafuta rasilimali. Kwa hiyo historia ya Wamozi ambao ni Waislamu wa Afrika kwenda kuitawala Ulaya ni kama inafichwa hivi kwa sababu ya inavyoelezwa, lakini ni moja ya sababu ya wahispaniola na wareno kuwa wazungu wa kwanza kuzunguka dunia. Ukifuatilia hiyo siri zetu utaelewa zaidi, lakini nilichokuwa najaribu kukuelewesha hapa ni kwamba ishu ya ukoloni haikuwa ishu ya wao wana nguvu kuliko sisi, na ndio maana baada ya kuanza hizi ishu za kugundua kwamba sasa inabidi tukachukue mali sehemu nyingine ya kuzileta Ulaya, hawakuweza kuja Afrika, walienda kwanza Marekani ama Amerika kaskazini na kusini. Imagine, wazungu wa kwanza kutoka Ulaya na kwenda kukolonize sehemu walifika Amerika elfu moja na mia tano kwanzia mwaka elfu moja mia tano kuja mpaka elfu moja mia nane wakawa tayari wameshaondolewa, yani ukoloni wa kule umeisha. Miaka yote hii hawakuweza kuja Afrika kwa sababu kulikuwa kuna kingdoms zenye nguvu, na walikuwa wanaokuja Afrika walikuwa wanakuja kama kufanya biashara na wengine kujifunza. Kwa hiyo walikuwa wanajua kuna kingdoms nzito na zenye ukubwa. Hata Afrika Mashariki huku tulikuwa tunaakilwa, right? Ilikuwa ni sehemu ambayo huwezi kuikolonize miaka hiyo. Sasa elfu moja mia tano mpaka elfu moja mia nane unaweza ukaona ni, ni, kipindi kirefu sana, kwa sababu baada ya elfu moja mia nane kamili, nchi nyingi za Amerika zilishapata uhuru, yalishawashinda kwa hiyo wakapos mpaka elfu moja, 1884 ndio inakuja kutokea ishu ya Berlin conference iliyogawa bara la Afrika na ule mkutano haukukaa pale kugawa bara la Afrika ili hii mipaka ikatumike wenyewe tu, ni ili ya namna ya kulielewa hili bara. So wakati wanajigawia hawakuwa wanajali jamii, walikuwa wanataka tu kujua okay, hapa mpaka hapa, namna ya wao kuelewana kama wazungu ama watu wa Ulaya haikuwa kwa sababu ya sisi kuitumia hii mipaka. Sasa walivyokuja huku ndani ya ile michoro yao waliokuwa nayo, walikuta ramani ya Afrika ni tofauti, kwa sababu Afrika tulikuwa tunaamini a nation is equal to tribe, kwamba taifa ni kabila. Kwa hiyo kulikuwa kuna makabila mengi ambayo yalikuwa yanajiita mataifa tofauti tofauti, na ndio maana nashangaaga hata watu wanaosema kwamba Afrika bila ukoloni tungekuwa tuko, tuko wamoja. Haijawahi kutokea hivyo you know, yani Tanzania tu hapa kulikuwa kuna mataifa mengi kuliko sasa hivi tulipo hapa. Sasa imagine tangu 1500 kama kulikuwa kuna kingdoms zenye nguvu, obvious, watu walishazaliwa walishakufa mpaka 1800 ni miaka 300, unajua eh? kwa hiyo ukiangalia hiyo miaka ni mirefu sana, kuna kingdoms zishapanda na kushuka. Hata Marekani yenyewe ukiondoa miaka mia tatu kwenye historia yake ni kitu cha ajabu sana. So inabidi uelewe hivyo kwamba kilichotokea ni kwamba kingdoms nyingi zilikuwa zimeshashuka uwezo, lakini kilichotokea Ethiopia ni kwamba ile kingdom ilijiunga mapema, hazikubaki kama makabila, wenyewe walijiunga kama nchi moja mapema sana. Kwa hiyo jeshi lao lilikuwa na nguvu, walikuwa na culture, walikuwa na mfumo ambao ilikuwa ni rahisi na jiografia pia ilikuwa inawasaidia. Na wakati wale jamaa wana, wanagawana e, waliopewa lile eneo pale ni Italia. Kwenye episodi yangu kuhusiana na Somaliland nilielezea hapa kwamba Italia ilipewa upande huu wa Somalia na Somaliland ikachukuliwa na Uingereza. Sasa hii pembe ya Afrika ni kama Italia walipewa, kwa hiyo walikuwa wanajaribu kuja, kila mmoja akatekeleze kile walichokubaliana Ujerumani kwa sababu ni kama una kiwanja usipojenga maanake anachukua mwenzako. So Italia walishapigana mara nyingi sana pale na Ethiopia na wakafeli mara zote. Vita ya kwanza ilikuwa ilipigana 1896. Ilikuwa ni Adwa, wa, vita ya Adwa ambayo Italia walichezea kichapo kutoka kwenye Kingdom hii ya Abyssinia ambayo ni Ethiopia. Hiyo ni miaka ya 1800. Sijui unaelewa? Sahii wameshapigwa. Amerika kusini kule na kaskazini wameshapata uhuru, kwa sababu hata taifa la kwanza la mtu mweusi duniani ambalo ni Haiti lilipata uhuru elfu moja mia nane na nne. Sijui unaelewa. Sasa baadaye wakajaribu miaka elfu moja mia tisa thelathini na sita mpaka elfu moja mia tisa arobaini na moja maanake vita ya dunia ya pili, na karibia jamaa waliendelea kushindwa. Kwa hiyo Ethiopia ni mfano wa Afrika ingekuwaje endapo ukoloni usingekuwepo. Jamaa hata tarehe yao iko nyuma, hawafuati hii kalenda yetu ya Gregorian, wanafuata kalenda zao kabisa, kwa sababu ni civilization ya muda mrefu. Lakini kiuchumi pia, unaona kuna vitu wanavifanya, licha ya maisha magumu ya mabadiliko ya dunia and everything, but ni watu wenye culture strong sana, ikachangiwa pia na the fact kwamba kiongozi wao wa kwanza yule Haile Selassie naye alikuja kuwa na hiyo historia ambayo Rastafarian walimfanya kama ni kiongozi wa kiroho, ingawa yeye mwenyewe alikataa akasema jamani mimi sio kiongozi wa kiroho. Lakini wao wanasema ana damu ya Malkia wa Kush. Ni story ndefu hiyo. Lakini Italia imekuwa ni kingdom ya zamani ambayo haikuwahi kuingiliwa sana. Huwezi kusema kwamba ni nchi tajiri sana au haina matatizo mpaka sasa hivi by the way, na matatizo mengi sana na Eritrea unaona. Kwa hiyo e, ni mfano wa kwamba hakuna maajabu mengi sana ambayo yangetokea endapo Afrika isingetawaliwa na ukoloni. Na kwenye episodi pia ya nne ya hichi ambacho tunaendelea nacho sasa hivi kwenye episodi yetu, najaribu kuelezea kwa nini hatutakiwi kutumia ukoloni kama sababu ya sisi kuwa hapa tulipo. kwa hiyo Uh, moja ya ushahidi wa wazi ni Ethiopia kwamba wapo, lakini sio kwamba wana maajabu mengi, lakini wana vitu vizuri ambavyo wanavyo, but huwezi kusema ni, ni, ni special. Kama kuna kitu special nahisi wa Ethiopia wanacho ambacho unaweza ukatofautisha labda na nchi za, za Afrika Kaskazini ama hata huku Afrika Mashariki kijamii, unaweza ukaniambia. Kiuchumi sio kwamba wako vizuri sana, ki usalama pia sio vizuri sana but labda kuna element ambazo ni nzuri na mbaya pia zipo humo humo ndani. Tukija kwenye nchi ya pili ni Liberia. Hii ni nchi ambayo ina historia nyeusi kuliko nchi nyingi Afrika. Hii nchi haikuwa nchi ambayo ilianzishwa na Waafrika, ilikuwa ni matokeo ya ile biashara ya utumwa. Baada ya watumwa sasa wameshasafirishwa, kuna ambao walitaka kurudi kutoka Marekani baada ya utumwa umeshaisha, kuna ambao waliona kwamba inchi nchi tumeijenga sisi, kwa hiyo kwa nini tuondoke? Wale ndo tunawaita black america sasa hivi. Lakini kuna ambao waliona tumeteseka muda mrefu, hatuna chochote cha kufanya, as long as tumeshaachiwa au jamaa wanaweza wakabadilika anytime, so naomba turudi kwetu. Movement ikaanzishwa, ndo taifa la Liberia likaanza pale. Kwa hiyo so, wakati Liberia inaanza kama taifa, miaka hiyo ukoloni ukiwa anaendelea, ilikuwa ni taifa la Marekani kwa hiyo wakoloni hawakugawana lile eneo kwa sababu walijua ni sawa na kuchokoza kambi ya Marekani. Hata ukiangalia bendera ya Liberia na ya Marekani zinafanana kwa sababu hiyo, na hili taifa pia lina prove kitu kingine. Nimekuambia Ethiopia ina prove kwamba tungekuwa na bila ukoloni, hamna maajabu yote, labda tungekuwa nayo bado, labda tungekuwa na matatizo yetu. Sasa hii Liberia ina prove kwamba hiki tunachokiita kwamba rudini nyumbani blak Amerika sijui nininini, uh, sio idea kali, kwa sababu kilichotokea ni kwamba wale wamarekani weusi ambao wamefanyiwa magumu na watu weupe walivyorudi huku wakawakolonize waafrika wenzao waliowakuta pale. Ndo stori unaosikia ya Charles Taylor. Huyu Charles Taylor ukimsikiliza anaongea English ya Marekani, ni watu ambao ni, ni kizazi kile cha wamarekani ambao walihamia Liberia. Kwa hiyo kilichotokea, pale watu ambao ni black american na wa, wa Afrika hawakuweza kuelewana. Mara nyingi mimi huwa pia nasema, najua ni contradictory kitu, lakini binafsi pia naamini na click na, na wazungu kuliko tunapo click na black americans, though kuna hizi wanaleta harakati zao ho turudi nyumbani, mastaa wa marekani, but ukweli ni kwamba ule ni unafiki na mablack america ni moja ya watu ambao hawana chochote tunachoshea nao kwenye culture, kwenye history, kwenye chochote kile. Na waga nafananisha na mtu ambaye anayeamini black american ana chochote anachofanana na mwafrika kama mtu ambaye unaamini ng'ombe mweusi, kuku mweusi, nyau mweusi, mbwa mweusi wote ni wanyama wa aina moja kwa sababu ya rangi yake. Simply ndo hicho, yaani kuamini kwamba kwa sababu huyu mtu ana rangi nyeusi na huyu ana rangi nyeusi, basi ni watu wamoja. Ni exactly kuamini paka mweusi na mbwa mweusi ni wanyama wa jamii moja, kwa sababu ndicho ambacho kinaendelea. Binadamu yoyote ni matokeo ya culture iliyomkuza, na by the way, Black Americans ndo taifa tajiri la watu weusi duniani wale jamaa ndio jamii ya watu weusi ambao wana pesa zaidi duniani, lakini ukihesabu projekti ambazo wamezidedikate kwa ajili ya watu weusi walioko Afrika ndugu zao hakuna. Ukiangalia wale wote ambao walituletea stori kwamba wao wanarudi kutafuta paspot zao, e, watangazaji maarufu, wasanii maarufu, ukiwaangalia wale watu, hatuna tunachoshea nao. Kwanza huwezi kuishi nao na maigizo ni mengi hawajawahi kufanya chochote cha maana. Econ alituambia na mji wake huko Afrika. Lakini yote ilikuwa ni illusion. Alikuwa anajaribu kupata mikopo ya makampuni makubwa ili aje afanye project for money. Kwa hiyo, ni watu ambao kiukweli, Liberia ni moja ya ushahidi kwamba binadamu tusijidanganye kwa ngozi zetu. Sisi ni watu tofauti, tuna interest tofauti kutegemea tuko wapi na tumekulia wapi. Kwa hiyo Liberia, kwa sababu ya hiyo background yao ya mablack america kurudi Afrika, story yao nilikuelezea kwenye episodi zetu za nyuma. Lakini hizo sababu mbili ndo kwa nini hizi nchi hazijawahi kutawaliwa. Na I hope nimekupa story juu ya story, najaribu kukupa muktadha, ni kama nakusimulia hivi. Sitaki kukuwekea sana hiyo kama ni fact, nataka nikuelezea hiyo kama ni story, sometimes iwe rahisi kukumbuka. Asante kwa kila ambaye unaniambia una enjoy hizi sessions ambazo zinakufungulia baadhi ya vitu ambavyo vilishape dunia tulionayo hivi, na asante kwa wewe tena ambaye umesubscribe. Kiukweli wewe ndio unaifanya, sasa hivi watu wengi wanazidi kukutana na madin.com, na wana enjoy the fact kwamba tunawapa taarifa na maarifa kila wiki. Naitwa Grayson Gideon, tukutane East Africa Radio kila Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa kumi jioni kwa ajili ya full show. Hii ni madini.com.